za juu wa kanisa la Pentekoste na kanisa la Agape International wamewashauri wanasiasa wanaowania nafasi mbalimbali za uongozi wa nchi kujiepusha na kauli zinazoweza kuligawa taifa na kuleta machafuko katika kipindi hiki cha kuelekea katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika baadaye mwezi Oktoba mwaka huu. Viongozi hao wametoa kauli hiyo katika kongamano la kumtunuku nishani ya heshima ya udaktari wa falsafa Askofu Paul Samuel wa kanisa la Pentekoste iliyotolewa na chuo kikuu cha African Graduate University cha nchini Sierra Leone. Leon mwandishi wetu Leonard Manga anasimulia katika taarifa hii kutoka mkoani Singida. Sherehe hizo zilianza kwa wimbo wa taifa na kufuatiwa na sala pamoja na hotuba za viongozi mbalimbali mbali wa kanisa na chuo hicho toka ndani na nje ya nchi, ambapo wote kwa pamoja walihimiza swala zima la upendo na uadilifu katika utumishi wao kwa jamii. Mkuu wa chuo hicho Profesa Timos Kazembe ndiye aliyetoa nishani hiyo. Kwa kuwa Tanzania inatarajiwa kufanya zoezi la uchaguzi mkuu. Nilitaka kujua ni nini mtazamo wa viongozi hao kuhusiana na swala zima la uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika miezi michache ijayo. Tunahitaji kuona kwamba katika wakati huu ambao tunaenda kwenye uchaguzi. Moja, kanisa kama kanisa, tunaombea amani katika nchi yetu. Ambao wameomba nafasi hiyo, mtu anapokosa nafasi hiyo akubali kushindwa ili mwenzake aendelee kwa amani. Wapo watu wamekaa pale, wanatamani angeletwe kiongozi mwingine hata bila ya kumfahamu kwamba huyu kiongozi mwingine atakaye kuja atafanya nini. Kwa hiyo waswahili wanasema jimwi zimwi linalokufahamu halikuli likakumaliza, lakini sasa kitu ambacho hujakifahamu usishabikie sana, kana kwamba ndio kizuri kuliko kile ambacho umekuwa ukizoea. Kwa hiyo kama kikija kikawa kizuri, ndipo tumtukuze Mungu kwa ajili ya hilo, lakini kabla hakijaingia usionyeshe kana kwamba ndio kimekuwa kizuri kuliko kile ulichokizoea. Lakini pia wanataka wananchi wa Tanzania kuchagua viongozi watakaoweza kudhibiti uovu ndani ya serikali. Taifa hili lina ma, lina uwezo mkubwa wa kuendelea kutokana na rasilimali tulizonazo, lakini kinachotakiwa ni kiongozi mwadilifu anayeweza kusimamia ma, um, um, uh, mali tulizonazo rasilimali tulizonazo bila hofu yoyote, na kwa njia hiyo akasababisha maendeleo katika taifa. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi, amani ni viongozi wa nchi yetu, na tutapata majibu mazuri tu katika uchaguzi wa mwaka. Najimanga, TBC Singida.